Yes, tumefika Tabora. Aa, diandaa, na sasa hivi niko uwanjani nimeshajiandaa kwenda kuangalia timu yangu na kuhakikisha siku ya leo Yanga inaondoka na alama tatu, haturudi Dar es Salaam bure, tulikuja kwa gharama tutarudi na gharama za pointi tatu. Sisi wana Yanga hatuna jambo dogo, tumeihakikisha na tunamedhamiria kwamba ubingwa mwaka huu lazima tuuchukue. Sasa tunauchukuaje? Namna pekee ni kuhakisha Tabora United leo tunamuua. Tukishamuua Tabora United tutaanza kusikilizia wengine, lakini nimwambie Christina Mwagala, pole wewe, kuzungumza na Yanga labda unatafuta kiki, ila kama unazungumza na Yanga kwa mantiki ya mpira bado levo yako haijafikia unatafuta kufahamika kupitia brand ya Yanga. Sasa mimi nataka nikuonye, kama uchebe Yanga tafadhali iache, Yanga iitwe Yanga. Tabora iko hapa, hata msimamo hujui iko nafasi ya yangapi, imefunga magoli mangapi, imefungwa magoli mangapi hujui. Sasa unataka kuizungumzia Yanga na Tabora. How comes Tabora ni timu ndogo sana. Kufunga kwa raundi ya kwanza ni sawa na tonge kuingia kwenye tundu la hewa, sio? Ilikuwa dhamira ya Yanga kufungwa? Sasa tunataka kukuonyeshe hapa hapa, kama ulitegemea kuna mwanaume wa kutoka Yanga atakuoa, izi neva neva neva neva. Dar es Salaam bure, tulikuja kwa gharama, tutarudi na gharama za pointi tatu. Sisi wana Yanga hatuna jambo dogo tumeihakikisha na tunamedhamiria kwamba ubingwa mwaka huu lazima tuuchukue. Sasa tunauchukuaje? Namna pekee ni kuhakikisha Tabora United leo tunamuua. Tukishamuua Tabora United, tutaanza kusikilizia wengine, lakini nimwambie Christina Mwagala, pole wewe. Kuzungumza na Yanga labda unatafuta kiki, ila kama unazungumza na Yanga kwa mantiki ya mpira bado levo yako haijafikia. Unatafuta kufahamika kupitia brand ya Yanga. Sasa mimi nataka nikuonye, kama uchebe Yanga tafadhali, iache Yanga iitwe Yanga. Tabora iko hapa, hata msimamo hujui, iko nafasi ngapi, imefunga magoli mangapi, imefungwa magoli mangapi? Hujui. Sasa unataka kuizungumzia Yanga na Tabora, how comes bora ni timu ndogo sana kufunga kwa raundi ya kwanza ni sawa na tonge kuingia kwenye tundu la hewa, sio ilikuwa dhamira ya Yanga kufungwa. Sasa tunataka kukuonyeshe hapa hapa, kama ulitegemea kuna mwanaume wa kutoka Yanga atakuoa, is never, never, never, never, never, never.